Naam mtazamaji, tukisonga mbele kwamba kazi ya uuguzi kama kazi nyingine wana umuhimu mkubwa, na pia kama wahudumu wengi, kuna muda ukifika, wa ni lazima wanaoifanya kazi hii wastaafu. Muuguzi Ann Gichuhi ni mmoja kati ya wa wauguzi wa kongwe anayehudumu katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Na huku muuguzi huyu huyo anapojiandaa kustaafu rasmi, kwake anajivunia huduma aliyotoa na hata mafunzo kwa wauguzi wa changa kwa takriban miaka 35 aliyohudumu. Muoki alitangamana naye akiwa kazini na hii hapa taarifa yake. Kila siku katika shoroba za hospitali hii kuu ya rufaa nchini ya Kenyatta. Laini hapa imefika, umeonekana? Ann Gachohi huwa mwenye shughuli nyingi. Kama muuguzi mkongwe hapa kwa zaidi ya miaka thelathini, amekuwa akiwahudumia maelfu na maelfu ya kinamama wanaofika kujifungua. congratulations. hey. <tabia> hey. Kutokana na majukumu mazito ya kuhakikisha watoto wanazaliwa salama, muuguzi Ann Gachohi anafahamu fiki jukumu la kuwahudumia kinamama wajawazito kwa takriban miaka 35. Sasa maisha yake yamekuwa kwenye wodi na vyumba vya kuwazalisha kinamama. Ann ni zaidi ya muuguzi. Anapofika hapa, jukumu lake kubwa ni kuwajulia hali wagonjwa na kuwahudumia. Kina mama wajawazito wanaotangamana naye humwona kama mama mzazi na mshauri kwao. Nilikuja nikiwa in labor, tumekuwa na yeye kwa hii safari hadi jana nilipojifungua amekuwa akinisaidia. Licha ya mapenzi yake katika taaluma hii, Gichuhi anasema kila siku ina changamoto yake me, the <coughs> Anapokaribia kustaafu baada ya miaka ya kibarua hiki kizito, Ann anasema ameondoka akiwa na furaha kwamba ametumia nafasi yake kuleta furaha mioyoni mwa familia na hata kuacha mafunzo kwa wadogo zake kazini. Really really, uh, me so. Akiwa nguzo kwa maelfu ya wauguzi wengine, muuguzi Ann Gichuhi anasema matarajio yake ni kuona serikali imewekeza zaidi katika sekta ya afya so. The the anapojiandaa kukunja buswati lake la kuwa muuguzi wa serikali Ann, anaondoka na tabasamu kwa zawadi yake kwa familia nyingi hapa nchini na nguzo thabiti kwa wauguzi wanagenzi aliyotangamana nao. Mary Muoki, runinga ya Citizen.